Hii haitawezekana <laughs> ila ngoja hmm, mi nifanye kwa mtindo wa nini wa comedy, ndio maana yeah. Ukiangalia pale, sometimes nachokiweka kwenye ishara hata mwenyewe sikielewi ila <laughs> <Kiyo lewe>. <laughs> Watu wanaenjoy kwamba kumbe ah, inawezekana hii yeah. <laughs> <laughs> Makonda akiweza kutoa takriban shilingi za Kitanzania bilioni mbili kwa ajili ya content creators, kitu ambacho kimekuwa ni fursa yeah. Kama nilivyokujuza mtazamaji hapo, tuko na hamnazo flavor, lakini kwa hamnazo flavor kwa jina nafikiri ni la kutafutia ugali sij, mm. Au nimeenda mbali sana? Mwanzo mwanzo ilikuwa kutafuta ugali, mwanzo ilikuwa kufanya tu pumbavu pumbavu, lakini sasa hivi ndo kutafuta ugali. Eh bwana, unajua miongoni mwa sifa ya hamnazo flavor, wanasema wewe huu unaangalia makosa hata kwa tukiwa tukio tunafanya hii <laughs> hey, interview unaweza nikachapia baadaye, nikaikuta ni comedy tayari, umeipeleka mjini kwanza. yeah. a, idea ya kufanya hizo content kwamba unaingia wabunge wakiwa bungeni, wanafanya wanazungumza, akawa amechapia yeah. same funny ama kuna kitu ambacho amekizungumza kwa lugha tata yeah. unakichukua na kwenda kukitengenezea content, na hiki nafikiri ndio kimekupa jina. Idea yeah, ilitokea yeah. wapi, ama ndio gap ambalo wewe uliliona hapo? Idea siku zote huwa labda zinatoka katika stories za kawaida, mm. Ile tulikuwa tumeshazoea mtu akichapia, akipiga ile napiga story. Clip ile nikaenda kuonyesha wanangu, basi tulicheka sana hasa baadaye, mimi nikawa nimekaa huko, naendea kuiangalia clip kwa kuirudiarudia, kwamba nikiwa nimeipenda namna nilivyochapia, ndio nikaendelea kupata ile content hivi. Kwa nini nisimfanyii hivi, kwamba ukaona kagepo pale, maana ngoja kwanza nitengeneze hivi, nikatengeneza Mungu sio Asumani, Mungu sio Mwajuma, nikashangaa imeenda. Imeenda. Kwa hiyo unaona hapa sasa ngoja nipite napo. Basi hapa ndipo nipite. Basi saa mtazamaji, kama nilivyokujuza, huu ni hala ni msonge, e, content creators, lakini pia ni comedian. Kuna msemo huwa wanasema, si kila content creator anaweza kuwa comedian, lakini comedian anaweza kuwa content creator. Kwa upande wako hili lipoje? Ah, ni sahihi na msemo uko mm. wazi kabisa kwa sababu content creator ni neno la like Kiingereza ambalo mm. Kwa Kiswahili ni mtengeneza, mtengeneza maudhui. Eh, lakini komedia ni neno la Kiingereza pia ambalo kwa Kiswahili namaanisha mchekeshaji au mtu mcheshi, wengine wanaweza kumuita chale. Mm. Um, sasa ukizungumzia komedia ni, ni, ni mtu ambaye atatengeneza maudhui yenye, yenye kuchekesha, yeah. Yenye kumfanya mtu acheke, yenye kumfanya mtu afurahi yenye kumwacha mtu na nini? Na na, na hali ya furaha. Awesome. Yeah. Lakini content creator anaweza katengeneza content yoyote ile hata ambayo wewe Ha, hata jali nakuacha kwenye, kwenye, kwenye hali ipi, pengine sio furaha mm. pengine ni huzuni umeona? mm. pengine katika hali ya, ya simanzi, anaweza akatengeneza hata content pengine kuhusiana tuseme na nini, mpira yeah. akatengeneza mm. content yake ikawa ni tangazo ikaenda, lakini comedian always lazima content yake yeye hiyo ina nini? Ina comedy ndani. Ukiachana na hiyo na, na, na, na ya content creators na comedian, kuna mwingine niliona anasema e, uh, comedian ni asilimia kubwa wanategemeana na kile kipaji, lakini content creators inabidi akaya angalia afanye nini. Sasa ukiachana na hiyo e, ya hizo content zako za kwamba fulani kakosea Alafu nauliza umesemaje hapo kuna yeah. Ile nyingine niliona ikaja hapo katikati nayo ikaenda juu, sijajua uliishia wapi ya kutangaza mpira kwa lugha ya vitendo <laughs> hii hi, ilikujaje? Hi, unajua huwa natazama vile vitu kwenye taarifa za habari huko, nakuta yeah. kuna mtu anatafsiri pale kwa lugha ya ishara ile. Sasa nikakuta siku bwana naangalia mechi ya Simba natangaza, akajiuliza eh, vipi tena. Na ni miongoni mwa content yako ambayo ilienda sana na yeah. watu wakawa wanatoa comments, yes, kijana anakuja kwa kasi. Ile idea yeah, ilikuja wapi na mwendelezo wake upoje mpaka hivi sasa? <laughs> <laughs> Uh, kwanza siku zote <laughs> mimi nisema namshukuru Mungu kwa kile ambacho nimekuwa nikikianzisha, alafu pia watu wanakipokea kwa ukubwa. Ah, ile idea sio kwamba iliishia wapi. Mm. Ile idea ili, ili, ili, ili imekosa kama mwendelezo kidogo, kutokana hata sasa hivi yenyewe, ukiangalia hata kazi zangu sizifanyi kwa mwendelezo ule kama wa mwanzo. Yeah, kuna hali ambayo haiko sawa kidogo na ipitia, ambapo nikirudi kikaa vizuri inshallah, mambo mtaiona kwamba ile idea sasa Nilitokea mbali kidogo kwa sababu nakumbuka nilikuwa naangalia taarifa ya habari. Mm. Sasa mimi siku hiyo siku bezi kwenye kuangalia taarifa habari nikaa na mwangalia yule mtu anaye anayepiga zile alama niko ah, mbona usimuelewi hivi, wewe anafanya nini hapa <laughs> yeah. Eh, sasa nikiwa nimekaa kwenye mpira siku moja, nipo naangalia mpira nikawaza hivi, mm. Kwa nini wanaotangaza mpira kama oh, Azam wasiweke mtu wa ruga yeah, ya ishara pale, ruga ya alama. Hmm. Ili watu wote waelewe. Waelewe. Nikaza, nikana. Hiyo itawezekana. Ila ngoja mimi nifanye kwa mtindo wa nini? Wa comedy. Na ndio mimi kiangalia Yeah. pale sometimes nachokiweka kwenye ishara hata mwenyewe kielewe. Kielewe. <laughs> <ilo, laughs> Ila watu wanaenjoy kwamba ah, kumbe, you know, inawezekana hii. <laughs> <Yeah. laughs> Sometimes mimi mwenyewe naweka mm. ili mradi watu wafanye nini? Wacheke. Yani, ishara yoyote ile ya kipumbavu iswala tu wacheke. Lakini lengo kubwa ilikuwa ni kwamba hivi kwa nini kwamba hakuwezi kupata mtangazaji wa lugha ya, ya, ya, ya ishara kwenye, kwenye swala la mpira, na kutokana kwamba mpira una watu wengi wanaofanya nini? Wanaofuatilia. Kwa hiyo ndipo tulipoanzia hapo, na ndo hicho kikanifanya niendelee kuifanya. Kwa hiyo baada ya muda fulani, tutarajie kuona content zile zikiendelea kurejea. Inshallah, lakini sambamba na hilo tumeona ulikuwa ulianza na content ile ya kwamba kutafuta michapio, na mimi nafikiri kwenye content ya michapio ni miongoni mwa yeah. Baadaye, nikajikuta niko sehemu ya content yako. Sasa kuna wale ambaye anatengeneza content zake na base katika eneo moja, kwamba leo hii tumezoea kumwona Mm. Aa, na content za kwenda juu ya issue mbalimbali lakini tunaona watu kama wanaingia na issue speed wanafanya kitu fulani eh, content hapo, lakini ukaja baadaye ya ishara hiyo ya kutangaza mpira kwa lugha ya ishara, huoni kwamba kuchanganya changanya maybe kuna mdu unaweza kuwachanganya audience wako au uh, wewe unatazama eh, katika engo gani hapo? Mm, siku zote bwana wao wanakwambia hata nyumbani huwezi ukafuruliza mboga majani kila siku, mm. Na pale unapoona kushoto wako fai unapita kulia. Unapita kulia. eh, mm. Unajua ukiona Buseboy anaendea na content yake ile ile, mm. Ama ukiona ile content aakiona anaendea kupiga kila siku. Kitu kimoja kinakuwa ni hivi kwamba mashabiki wamekuwa wakimkubali siku, hadi siku kila yeah, siku kwenye ile content yake kinachofanya labda, kwa mfano, kama mimi, kinachonifanya ukomo, inabidi nibadili content nyingine. Hmm. Kwao ni vitu viwili, aidha mashabiki wao wamechoka kuifeed ile content ya mwanzo yeah, au unaona kabisa hii content imefika ukomo, umeona inabidi unabidi uibadilishe kwa sababu wapo wachekeshaji wengi walianza kwa mfumo huu wakaamia badilika. Ina maana unaangalia unaishi nacho hicho sasa. Miongoni mwa kauli nafikiri, hata mtazamaji utakuwa unatambua, miongoni mwa kitu ambacho cha kuvutia cha kuthamini kwamba content creators pamoja na comedian ambacho wamekifanya kwa siku za hivi karibuni na kuonekana kwamba serikali inatambua ni ile kauli ama ahadi ya wa waziri wa habari, sanaa na michezo, Paul Makonda kutoa shilingi bilioni ni mbili kwa ajili ya content creators. Sasa issue ikaja ni kwamba zile pesa, je, ni kwa content creators wote au ni wale wa content creators ambao tayari wana majina makubwa kwa hawa underground, ni hapana. Kwanza we ile kauli uliichukuaje kwamba okay, nafanya content alafu <laughs> na scale ya Makonda au wewe uliichukulia kwa kusema <laughs> mimi hizi hazinihusu bana, mimi niko chini huko, haziwezi kunifikia. Uliipokeaje ile kauli? <laughs> Wala moja ya kauli ambayo kwanza nilifurahishwa ni, ni, rif, ni eh. Yeah. e, nilifurahishwa kwa namna zote mbili kwa kunichekesha na mi mwenyewe pia ikanifurahisha. kwa sababu gani ilinichekesha mm. bilioni mbili sio pesa ya kipumbavu bilioni yeah, of course, mbili ni pesa mingi sana, hasa unakuja kuangalia mtu anayewekezewa hiyo pesa mm. ni content creator yeah, mchekeshaji, ni kawaida sana umeona, yaani <laughs> e, kiasi ambacho mm. nakuta kuna makampuni yanahitaji na hiyo fedha yani, ni kiasi kikubwa sana lakini, unakuja kuangalia mtu aliyokuja kuwekewa ni mimi. Sasa eh, mimi ndo kuwekewa hii hii pesa, kweli kweli kanichekesha, lakini pia nikafurahi baada ya kuona kwamba ah, kweli kitu tunachokifanya kuna watu wanakiangalia kwa jicho jingine, ambalo sisi wenyewe tumekuwa tukiliangalia kila siku, lakini wengine wamekuwa wakitubeza kwa kwamba wanakuwa hawaelewi maana ya kile ambacho tunakifanya. Ndio kwa sababu siku zote mimi ninavyofanya, kwa mfano, mimi nafanya content zangu na nafanya comedy zangu, mimi mwingine anaweza kaangalia akasema ah kweli anaga akili. Hapo hapo umeenda kwenye hoja yangu ambayo nilikuwa naitaka. Moja kati ya vitu ambavyo wanavipitia content creators hususa ni comedian, mm. Ni zile changamoto ambazo waza, anazipitia. Mfano mimi nikiwa na content ambazo nazitengeneza, mm. Ah, huyu mbona kama kweli hana akili. Hii kitu tumeona kwa Steve Mosi, the same, mm. Pia kwa MC Mboneke naye tumeona watu, mm. Wanasemaga hivi unajua Mboneke, mimi huwaga nikimfikiria hivi. Hata kwenye, kwenye maisha yake ya kawaida anaonekana hana akili kweli. Wewe, mm. changamoto kama hiyo unaichukulia vipi hususa, ni wewe ndio, unaibukia na watu wanapokuwa wanakuambia hivyo na, hivo, na unadhumuni la kufika mbali zaidi hiyo changamoto una, una, una i, i, una, unaishi nayo vipi? uh, mimi kwa kweli, kwangu ile pale wagi changamoto kubwa mm -hmm. mm. kwa sababu kwanza kabisa ukianza hata jina lenyewe amnazo. <laughs> <laughs> So ni maneno ambayo tumekuwa tukiambiwa, lakini ni vile tunaangalia mwenyewe unafocus kwenye nini kwamba okay. Mimi ni hamnazo. Hamnazo huyu, ha, hamnazo hamnazo mm. huyu ambaye unamzungumzia wewe au hamnazo mimi? yeah, ni yupi ya yani ni, mm. ni wa huku kwenye mm. oh, comedy yani uh, uh, nye ndipo eh. <laughs> e, <laughs> e. mm. unapona na, na, naweka mambo yangu fresh, ndio baadaye watu wanasema uh, ukitulia una akili ndivyo inavyokuwa. Hivyo sawa, basi kwa kumalizia, kwa haraka haraka, kwenye issue ya support, maybe kwa nyinyi content creators kutoka vioni na kama hivi ambavyo wewe e, unasoma kuna muda una masomo, lakini pia kuna muda mm, inabidi ukafanye content, lakini kuna muda nafikiri pia huwa mnazungumza na wale ambao tayari wametoboa. Kwako wewe, hili lipoje? Ushawahi kuzungumza na content creators wakubwa ama comedian kuona namna gani ambavyo mnaweza mkafanya kazi? Kwa sababu tumeona uh, baadhi ya watu wako vioni na wamefanya kazi, tumeona watu kama, eh, tumeona baadhi ya, kama kina Good Boys, wale wako chuoni wanafanya content mpaka wanamaliza, wamefikia hapo walipo. Kwako wewe hii ipoje, kufanya collaboration, maybe siku moja, na kina Steve, ushawahi kuwatafuta na support ipoje? Um, kwa Steve Mweusi yule sijai kumtafuta wala wachekeshaji wakubwa sijai kuwatafuta, kwa kutokana kwanza na, na mtazamo wangu eh, kwamba ah, sasa hivi nilivyo hivi hivi kwamba nikimtafuta Steve tutaongea nini, lakini pia kitu kingine ni distance mimi niko, niko Mwanza hmm. Steve, yuko da ni hata sawa naweza nikamtafuta, kaniambia ah, dogo kweli njoo tufanye kazi. Sasa nitaendaje, na bado niko chuo masomo yananibana. Kwa hiyo nitakuwa nimemtafuta kama kumsumbua. Kwa hiyo ninachokisubiria ni nini? Maybe ngoja kwanza nimalize masomo mm. Alafu sasa nikishapata jepu kwamba ah, wa Steve we. Am nazo hapa. Moja, mbili, tatu, ningetamani kama tufanye kazi. Akanipa maelekezo ah, sawa. Naweza kutoka bila kizingiti chochote kile kwa sababu nakuwa tayari muda wangu na umeneji mimi, kama kama mimi sizuiliwe na chuo, lakini pia kitu kingine kinachosababisha tusiwe na na collaboration. Kwa mfano kama mimi sijui kwa wengine sizungumzie au niseme tusiwe. Nisiwe na collaboration na na wasanii wakubwa. Mm. Pengine ni, ni kutokana na Mwanza. Mwanza kuna kuna wachekeshaji wakubwa ambao ni wachache sio wengi kama Dar. Yeah, of course. Sahihi. Eh, kwa hata kuzipata pia collaboration na kwa ni vigumu, lakini pia masomo. Chuoni. Kinachochanganya. Eh, unaweza ukamcheki comedian, ukamcheki mwanawa. Nataka tufanye kazi bro. Ah, okay, fine. Hasa siku fulani njoo. Unakiangalia siku fulani ndo kwanza mna kipindi kama sio kipindi, mna test kama sio test presentation, kwa unakuta sasa, ah, hapa niache huku niende kule. Ni changamoto, inabidi umstopishe kumstopisha, nakuta ndo kila wiki mpo hivyo. Ile mambo ndo inayosababisha ah, tusione collaboration na, na chekeshaji kubwa, okay. Lakini baada hapa Ah, labda kwa sasa bado unamalizia masomo yako, maybe baada ya kumaliza masomo ya chuo eh, unajiona wapi utakuwa? Ni Hamnazo Flavor mwenye jina kubwa zaidi, ama unaweza ukarejea kwenye Hala ni Msongi, kwa maana kwamba ukaachana na swala la laomed kwanza ya kwamba baada ya miaka miwili hiyo yeah. Hiyo tumwachie Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayebariki kulingana na jitihada ninazo, yaani Mungu akiamua ata kunibariki sasa hivi fuko la baraka hili hapa bwana i watu wakujue huko inaweza kwa sababu jitihada nazifanya, ikatokea mnaona naznanea. Nadhani hata kwenye swala kusema kwamba eti niache kuwa nazo nirudi ni ngumu, kwa sababu hii kitu naifanya ni kama ndio maisha yangu ya kawaida hasa yeah. Kuna ule muda unakuta nakaa kabisa hivi, kuna muda na namisi kabisa ni kushuti mm -hmm. Kuna muda ni shoot nisiposhuti, yaani kabisa unaweza okay, kuniona kabisa mwanangu, leo vipi kumbe sija shoot. Na hii kitu watu ninaoishi nao pengine niona yeah. Niko hivyo lakini hawajuagi kwa sababu gani sijashuti, kunikuta niko na mudi mbaya nimetulia tu hivi. Ukiniuliza hapo, nawaza sina content ya una kupandisha, tunafanyaje? Ah, okay. Nipo ni bad mood a, basi yeah. ni jambo la heri na mimi nafikiri na ni kushukuru kwa siku ya leo na. <laughs> Bila shaka hata mtazamaji ameenjoy kwa hiki ambacho amekisikia kutoka uh, kwa comedian. Mimi nafikiri yeah, baada ya miaka kadhaa nakuona uh, pare kutoka na jitihada ambazo unazipiga, ila cha msingi na cha mwisho uh, leo niseme tutafadhali, nisije nikajiona tuna kwenye content. Umesemaje hapo? <laughs> Nikaambiwa ah, Bwana... taratibu, maana michapio natokea naza nikajivuta, nimeongea lakini kuna michapio mingi na mm, nafikiri mpaka hapa kwa hatuna la ziada na mtazamaji atakuwa atakua menjwe. Na wakati mwingine tukipata wasaa uh, pengine atakua hamnazo mkubwa zaidi, tutafanya interview sehemu nyingine. Na mtazamaji wa SAU TV, hivi ndivyo ambavyo tunafika tamati kwenye mahojiano ya siku ya leo. Tulikuwa na Hamnazo Flavor Jina la kutafutia ugali mimi naita hivyo, lakini jina lake halisi ni Halan Msonge, tukiangazia swala zima la content creators juu ya nafasi zao wakiwa chuoni, wakiendelea yani na masomo, lakini na changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia wakiwa vioni. Jina langu ni Ushindi Watson Kadege, kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuhakikisha kwamba mahojiano haya yanakufikia live. Mpaka tunafika tamati, nikwambie shukrani sana na kwa heri, bye bye.